Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu lilivyoandikwa na Yohani. Yohani sura ya nane aya ya hamsini na moja hadi ya hamsini na tisa. Yesu aliwaambia Wayahudi, amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa nao manabii wamekufa, nayo wasema mtu akirishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa nao manabii wamekufa wajifanya unani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui nitakuwa mwongo kama ninyi lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka hamsini, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia Amini amini, nawaambia yeye Ibrahimu, asijakuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Neno la Bwana. Yesu akawaambia, amini amini, nawaambia yeye Ibrahimu asija kuwako mimi niko. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wapendwa na Mungu, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, katika Injili ya leo, wazo kuu linalotuongoza katika tafakari yetu ni kwamba Mungu ni upendo katika maisha yetu. Katika Injili ya leo, Yesu anaeleza waziwazi kuwa yeye ni mkuu kuliko Abrahamu na mtu ambaye akilishika neno lake hataona mauti milele. Bwana Yesu Kristo anaendelea kuonyesha upendo kwa Wayahudi ambao mioyo yao imechoka kumsikiliza na hawamwelewi. Mimi na wewe tunaweza tukawa ni wale Wayahudi ambao tumechoka kushika imani yetu, hatuelewi mafundisho ya imani yetu na tunakata tamaa. Wapendwa na Mungu, tunapaswa kutambua kwamba ukuu wa Kristo, yeye ndiye Mungu wa milele. Hebu jaribu kufikiria mtoto mdogo ambaye amepotea katika giza nene katika msitu mkubwa, amejawa na hofu na wasiwasi, wala hana hakika ya maisha yake, na hapo anatokea baba wa upendo, anamwambia niko hapa. Hivyo mtoto huyo daima atapata amani, furaha na faraja. Ndivyo ilivyo kwetu sisi wa Kristo. Kristo Yesu anatuambia leo, mimi niko hapa kutupatia upendo, kutupatia faraja, kutupatia amani katika maisha yetu. Wapendwa wana Mungu, ili uweze kufikia ile amani, furaha na upendo wa Kristo, tunaalikwa vyema, hasa kipindi hiki cha Kwaresima, Tuungame dhambi zetu, tutende matendo ya huruma na tudumu katika sala, ili tuweze kufikia ule uzima wa milele. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atusaidie, atuimarishe katika mioyo yetu iliyochoka kumwelewa na kumsikiza Kristo daima. Tuwe na matumaini mapya katika imani, imani ya Kristo Yesu ambaye kwa kipindi hiki cha Kwaresima anapoteseka kwa ajili yetu ili nasi tuweze kujawa ule uzima wa milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padri Fausi ni Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Saveli, Lindi mjini.